Um, karibu tena na tunaendelea hapa katika droo ya Taifa Cup ambayo inakwenda kuanza tarehe 24 hadi tarehe 4 pale idodomia katika viwanja vya Chinangali, na tunarejea kwa ajili ya kuenda kuangalia droo kwa upande wa timu za wanawake. Narudi kwako Daniel. Uh, kwa upande wa wanawake nako utaratibu uko vipi? Uh, utaratibu kwa upande wa wanawake hautofautiana uh, na upande wa wanaume. Uh, kwa wanawake utofauti ni kwamba wanawake ziko kwa timu kumi na sita na utakuwa na grupu nne na grupu hizo kama nilivyosema utafutana wanaume, tutachukua timu bingwa za mwaka jana mbili, ambazo ni timu ya Mara ilikuwa kin kinara na Unguja alikuwa ni wa pili na tutachukua wale na timu kongwe ambazo pia zimejitokeza tokeza katika kuchukua ili, kwa hiyo ili, ili, grupu la tatu tutapata Dodoma na wanne tutampata Dar es Salaam. Okay. Sawa. Kwa hiyo hapo tuna kundi A, ndo anaingia Mara. Mkoa wa Mara. Mkoa wa Mara. Kundi B ni Unguja, kundi B ni Unguja, kundi C, Dodoma. Kundi C, Dodoma. Na kundi D tunamalizia Dar es Salaam. Dar es Salaam. Sawa, so tuanze moja kwa moja sasa, twende tukaangalie nani anakwenda kuungana na timu ya Mara katika kundi A. Kocha Evaristi, uh, tuonyeshe hapo, Tabora Tabora anaenda kuingia kwenye kundi A. Yeah, kwa maana ya kundi A, Tabora anaingia kundi A kuungana na Mara. Tunakwenda kuangalia kundi B, nani anakwenda kuungana uh, na timu ya Unguja. Morogoro. Morogoro anaingia kundi B anaungana na mkoa wa Unguja. Tunaende tukaangalie kundi c Kilimanjaro, Kilimanjaro, Kilimanjaro anakwenda kundi C, anaenda kuungana na Dodoma katika kundi C kama unavyoweza kuona hapo. Uh, twende katika kundi D. Tanga, Tanga, Tanga anakwenda kuungana uh, na Dar es Salaam katika kundi D. Uh, tayari tumemaliza tunarudi tena kwenye kundi A ili tuweze kuona nani anakwenda kuungana eh, na timu ya Mara eh, katika kundi A. Arusha, Arusha, Arusha anakwenda kuungana hapa eh, eh, eh, nako mziki utakuwa mzuri sana timu ya Arusha, sijui wanakuja wale wale, wale, wale wale mabinti wale hatari wale choma sana three point. Kundi A tunaweza kuona Mara, Tabora na Arusha. Tuende kwenye kundi B. Kundi B Manyara Manyara Manyara nao wanakwenda kuungana eh, katika kundi la Dodoma eh, timu la, la, la, la Unguja ambao wanaungana na Morogoro eh, mambo ni mazuri sana. Taifa Cup itakuwa imechangamka, wachezaji wanapata nafasi ya kuonyesha uwezo wao. Iringa aya, Iringa nao wameenda kwenye kundi uh, C, uh, kundi C anaingia Iringa, anakutana na Dodoma pamoja na Kilimanjaro. Uh, tuende kwenye kundi D, Mbea, Mbea <clears throat> kina Linda huko mm. Linda, natumaini unafuatilia vizuri sana kundi lako ndo hilo. Eh, Dar es Salaam Tanga na Mbeya lazima kuwake moto eh, shughuli nzito kwelikweli. <laughs> Eh, tunende kwenye kundi eh, D. Eh, tayari tumemaliza kundi D, tunarudi kwenye kundi A. Mtwara, Mtwara anaingia kundi A, eh, anakwenda kukutana na Mara. Natumaini Mtwara nao amejipanga vizuri sana safari hii katika kundi A tayari tuna timu uh, nne kwa timu uh, kwenye kundi hilo uh, kundi A. Tunakwenda kwenye kundi B Mwanza, Mwanza anaingia kundi B eh, uh, ambapo anakutana na Unguja, Morogoro pamoja na Manyara. Tunakwenda kwenye kundi C ama kundi C tunamkuta nani hapo? Kigoma, Kigoma, Kigoma safari hii wanakuja na timu ya wanawake. Kwa hiyo ina maana kuna jambo, baada ya kuchukua ubingwa wameona kwamba wanaweza waka, wakaja na timu ya wanawake safari hii, sasa tutakwenda kuona nini kitakachotokea. Dodoma, Kilimanjaro, Iringa wanaungana na Kigoma, twende kwenye kundi la mwisho Pwani, pwani anaingia kwenye kundi D, yaani pwani kwa wanaume ameingia kukutana na Dar es Salaam, na kwa wanawake pwani huyu huyu ameingia tena kwenda kukutana na Dar es Salaam, Tanga, Mbeya. Yaani kuna timu za pwani tatu, alafu kuna timu nyingine imetoka huko nyanda za juu kusini kwa hiyo, eh, mtu anatoka kwenye baridi anakutana na watu wanaotoka kwenye joto. Kwa hiyo shughuli sijui itakuwaje pale Dodoma na Dodoma usiku, eh, baridi mchana jua kali. Koch Evaris, unaweza tukaangalia makundi hapa eh, kwa upande wa wanawake, timu ziko nne katika kila kundi. Kundi A ni mara Dodoma eh, mara Tabora, Arusha na Mtwara. Kundi B Unguja, Morogoro, Manyara na Mwanza. Kundi C Dodoma, Kilimanjaro, Iringa pamoja na Kigoma. Kundi D Dar es Salaam, Tanga, Mbeya na Pwani. Nirudi kwako Coach Evaristi, kwa, kwa, kwa tathmini yako kama coach, ukiangalia mikoa jinsi ilivyojipanga kwa kuangalia timu za wanawake, umeshazurulazurula huko, nini tunakwenda kukiona pale Dodoma? Ah, kikubwa zaidi tunaenda kuona ushindani kwa sababu ukikaa ukiangalia ni, sasa hivi ni wasichana wengi wenye umri mdogo ndo wanapata nafasi kubwa ya kuka, kukaa kwenda kucheza, kwa hiyo spidi ya mchezo kuangalia zile pasi zinavyokuwa zinaenda kwa uharaka zaidi, na maamuzi ya haraka yanafanyika, kwa sababu ukikaa ukiangalia ni tofauti na kipindi cha nyuma, ni kwamba waliokuwa wanakuja pale wanacheza wengi walikupo na wana ule uzito. Sasa hivi wengi uzito umepungua, na watu wengi wameanza kucheza katika ligi, unaona ni kwamba miili yao ipo tayari kuleta ushindani. Kwa hiyo unaona ni makundi ambayo yatakuwa na chachu kubwa na tutapata mshindi au kusema bingwa ambaye anastahiki mara, Dar es Salaam, tuna Kigoma, tuna Dodoma, tuna sijui yani, hey. Ah, najua captain, we kawaida yako huwa unaogopa majina hey. <laughs> Kawaida yako huwa unaogopa majina okay, mm, lakini watakushangaza ku, wata kama, kawaida wata ni surprise <laughs> Dani, Dani nimalize na nyinyi hapo. Uh, tutegemee ratiba itakuwa lini tayari? Uh, ratiba tutaitoa mapema wiki moja kabla. uh, moja itakuwa imechelewa sana uh, au watu wana nani, tunataka mapema ratiba, ratiba mapema uh, sawa itatoka, mm. Itatoka, itatoka, itatoka mapema kadri tutakavyokuwa tuna tunaweza tutaongeza, itakuwa wiki, mm. wiki mbili kabla eh, yani mtu anapotoka huko anajua mimi naanza na nani kwayo, kama anataka kupita mahali ajua anapita <laughs> <laughs> ana pitaje, pitaje labda <laughs> ni kutoofu. <laughs> Uh, kutakuwa kuna upinzani wa kutosha kama hivyo tunavyo katibu mkuu alivyoongea. mm. Uh, tumeongeza nafasi kutoka nne kuja tano kutoka katika ligi uliocheza. Kwa hiyo tunaamini, unaamini kwamba uh, kila mkoa utakuwa na upinzani wa kutosha kama alivyosema kochi hapa. mm. Uh, tusiangalie majina. mm. E, tuangalie maandalizi na hivi tumetoa katika katika kanuni gani no. sana Unaibold kwamba hii mikoa inavyokuja lazima wazingatie, yani, katika kuna vitu ambavyo mmeviboresha, lakini kipi ambacho unabold kwamba wahakikishe unakizingatia? Kwanza usajili. Kwanza usajili. Uh, wa, wa kila kipengele cha kanuni ni muhimu kwa sababu ndio kinachosimamia mashindano, lakini tuangalie sana kwenye usajili na kuzingatia hasa hiyo idadi ya wachezaji tulioitoa, manake kuna kipengele kimeongezeka ambacho uh, kipo tunasema, lazima wacheze Tumekupa room ya kuchukua wachezaji watano lakini lazima wacheze wachezaji watatu ndani. Mm. Kwa hiyo kuna penalty pale kama itatokea utachezesha zaidi ya watatu. Mm. Kwa hiyo hicho nitakuwa nakiangalia sana. Na kwa vijana under 18? Under 18 kuna nafasi mbili. Hicho nacho ni icho, mm, muhimu vibaya mno. Mm. Kwa hiyo lazima kila mkoa uzingatie waje na hizo nafasi mbili na wakisha vijana wanacheza kama tunavyoangalia mm, vijana ndio tunawategemea sana baadaye. So waje lakini wacheze. Maanaweza wakaja wakakaa kujazia na benchi. Waje na wacheze, wapate nafasi ya kucheza sawa. Nikushukuru sana Daniel, najua tutapata platform nyingine ya kuelezea na kukumbushana vitu vichache vichache kuhusiana na sheria pamoja na kanuni za mchezo kuelekea kwenye Taifa Cup. Nikushukuru sana coach Evaristi, nakushukuru Dan, nakushukuru pia. After short break tutakuja kumaliza na wadau wangu hapa Mwenze Kabinda pamoja na Emmanuel Kiondo ili tuweze kwa kumaliza hili ambacho limetuweka hapa nam asante. Na moja kwa moja tuje tumalizie hiki ambacho kimetuweka hapa uh, Taifa Cup ambayo tunakwenda kuianza tarehe 24 uh, pale Chinangali Dodoma na kumalizika tarehe nne, nirudi kwa mwenzi Kabinda kwa kumalizia, tumeboresha kitu gani? Kwa sababu tunavyokwenda kwenye mashindano timu hizi zinakuja aa, na mambo mengi, natumaini mmeshafanya vikao vyenu, kuna mambo mmeshakubaliana, lakini kwa faida ya watazamaji wetu, kwa faida ya wadau wengine wa mpira wa kikapu, nini wategemee kwenda kukiona katika maboresho ya kufanya mashindano haya yakawa na chachu zaidi? kwenye upande wa ufundi anakumbuka limezungumzia kuhusu majina ya teams a, tuliona hilo, na kwa ajili ya kutoa fursa ya ushindani tulijaribu kutengeneza kanuni ambazo a, zinatoa fursa sawa kwa wote kushindana. Kamishna wa ufundi amezungumza, tumeboresha a, nafasi za vijana ziwe mbili, lakini tumeongeza nafasi moja ya mchezaji kutoka ligi nyingine. Jumla wanakuwa watano na hiyo inatoa fursa kwa miche, mashindano yote timu zote, lakini vile bile... e, e, e, <laughs> ya ndani nyingine ni hii, mashindano yamerestrict tu ni Watanzania pekee ndio wanaruhusiwa kushiriki. La kingine <laughs> ni consent uh, kumekuwa na dispute sana wachezaji kwenye mashindano wanaotangulia. Nakumbuka uh, Tanga ilitokea saa sita usiku, mchezaji anatakiwa acheze timu nyingine wakati alisajiliwa timu nyingine. Kwa sasa hivi tumeongeza na consent ya makocha tunatoa fursa kwa mikoa inaozalisha wachezaji kupata first priority ya kuwatumia wachezaji. Aa, kama ikitokea mkoa hauna nafasi ya kumtumia itoe consent kwa mchezaji kuchezea timu ya mkoa mwingine, kwa hiyo hiyo nayo ni fursa kwa avoid uh, udanganyifu wa wachezaji, maanake huwa saa nyingine unakuta mkoa ushalaghai mchezaji huku last minute unakuta anachezea timu ya huko. Kwa hiyo kwenye... deadline ya, ya, registration, kwa maana ya usajili eh, deadline imewekwa mm, na mba kama alivyokuwa anasema Dani mm, uh, kamishna wa ufundi ni kwamba tuliweka uh, ni siku tano kabla ya shindano kuanza, okay, uh, kama kanuni za usajili mm, tulivyozipanga uh, na hiyo yote tunataka kutoa fursa sawa kwa ushindani mm. Kwa hiyo uh, tusije tukabweteka tuka na majina Kumbuka wachezaji wana uhuru mkubwa sasa hivi kwenye haya mashindano kuchezea mkoa wowote. Naomba ieleweke, Taifa Cup sio shindano la kikabila, kwamba si kwa sababu ah, mimi ni mwehe natakiwa nikachezee Iringa hivi. Huwe mkulia anaweza wachezea Arusha, huyu mnyakyusa akachezea Mwanza, kwa sababu inasema ni wachezaji waliozalishwa kwenye ligi ya mkoa husika. Haiangalii kabila, inaangalia talanta kwa hiyo mwa, uh, mwaka huu shindano tumeliimprove kwenye engo hiyo, lakini tunatamani zaidi uh, tuwe na fursa zaidi kwa mikoa kuweza kuwa kupata support ya maeneo mengine. Najua shi, sio mikoa yote na uwezo wa kiuchumi. Kwa hiyo uh, tuna expect in the future kwamba mikoa angalau ipate support hata ya accommodation uh, kwa hiyo tuna tunaongeza ari kwa wadau kwenye mikoa he, he. na wadhamini wengine ambao he. wana hii, ndio fursa. Kumbuka hii shindano lina wadhamini wakuu wawili hmm. Lakini hatujarestrict wadhamini wengine kusapoti mikoa, as long as long hakuna mwingiliano wa kimaslahi kwa hiyo mikoa tunaipa, tunaipa tunaipa tunaipa tunatoa rai kwa mikoa kutafuta wadau wa kusapoti timu kufika, timu pakulala, timu pakula ili wachezaji concentration yao iwepo kwenye uwanjani tu waweze kushindana. Nije kwa kwako kwa, Emanuel kwa, kwa, Kiondo kwa kumalizia, nyinyi kama CRDB mnayaboreshaje sasa ili uh, watu wajue TBF mmewawezeshaje kuhakikisha kwamba uh, wanatoka pale wanasema shindano hili hakuna shida. Amesema hmm, waongeze mikoani huko, kwa maana ya timu zitafute wadau waende kwa mkoa mkoa Waende kwa mkurugenzi wa manispaa mm. waende kwa mbunge. Tena wabunge wako Dodoma takuwa manisikiliza mm. eh, mwasaidie kwa sababu wanakuja pale, so wanakuja tu mnapigapiga. Wengine wabunge hata waonekani viwanjani, lakini mm -hmm. hii nafasi ni ya kwenu, njoni mwa wape sapoti hawa, hawa vijana. Asante sana kapten Malue. Uh, mimi nikazie pia kwenye hilo najua mm. mara nyingine naeza kafikiri kwamba kwenye kwa sababu sisi tupo basi hatupendi pia wengine wawepo, lakini um, ukweli ni kwamba kama katika mafanikio ambayo nimeyazungumza mwanzoni, so kama tunafurahia pia kuona na wengine wamekuja sasa hivi wameongeza kuongeza nguvu. Mimi huwa inanisikitisha sana, na wanaambiaga ndugu zangu wa Morogoro kwamba haiwezekani mbunge pale anatoga mpaka gari kwenda ku kama kuna msiba mm. gari zinatoka naenda kusaidia tukaenda kuzika kamba mbunge ameshindwa kutoa gari lake kuja kusaidia kwenye nini kwenye kuleta timu mkoani Dodoma. Hmm, na Morogoro na Dodoma sio sio sio mbali mrefu yeah, kwao. Naamini kabisa kwamba viongozi wa mikoa na wenyewe wanatakiwa wawe wachangamke waweze kujiongeza waweze kwenda kupeleka uh, ma, ma, mawasilisho yao kwa viongozi hao. Naamini tunao viongozi wengi wasikivu na katika upande wa zawadi pekee yake ambao itahusisha zawadi zile za timu pamoja na ufadhili wa masomo katika zile milioni mia mbili hamsini e, zimewekwa kwa ajili ya sehemu hiyo ya zawadi kwa timu pamoja na ufadhili ule wa masomo kwa hiyo uh, naona kabisa kwamba kutakuwa kuna hamasa ya kutosha naona kutakuwa kuna ushindani wa kutosha lakini pia naamini kama ambavyo mwenzi ametoka kuzungumza bado nafasi zipo kuelekea mpaka tarehe ishirini na nne tuna milango iko wazi kwa uh, wadau wengine kuweza kujitokeza kwenda katika timu sisi tumezamini shindano lakini timu hizi za mikoa haina maana kwamba mtu anatoka Iringa hakuna hata mtu wa kumpatia tamaji hata zile bidhaa mbalimbali ambazo zinaweza zikawasaidia wakiwa katika, katika mashindano. Kwa hiyo uh, nitoe rai kwa, kwa wadau mbalimbali waweze kusapoti uh, hizi timu, lakini pia na sisi uh, wenyewe ambao tumekuwepo katika mashirikiano hayo katika hii miaka mitano, tumejipanga kuhakikisha kwa kwamba tunaweza kutoa sapoti zuri kwa timu zinapokua pale Dodoma, ziweze kushiriki vizuri na tukaone vile vipaji ambavyo tunatarajia kwenda kuviona kwao kwa makundi haya ambayo nimeyaona na, na zawadi ambazo zita uh, kwenda kutolewa mm-hmm. Naamini kabisa kwamba tutakuwa tuna ushindani mkubwa sana katika mashindano ya mwaka huu. Na mimi tu niongezee kwamba hakikisha tu kisimbuzi chako kiko sawasawa sawa, kwa maana umekilipia uh, ili usipitwe na michezo hii, kwa sababu game, Uh, zitakuwa za kutosha, tutakuwa na game mpaka usiku k uh, utapata nafasi ya kuona timu ya mkoa wako, utapata kuona timu ya kijana wako ambaye amekuja Dodoma ili uweze kujua nini anakifanya hapo. Kwa wale ambao wazazi wana vijana chini ya miaka kumi na nane watakao kuja uh, kushindana haya, watakuwa wamepata nafasi ya kuona talent za vijana wao. Hapa ndipo ambapo wanapata uh, wana, wana, wana, wana, wana, wana wana kile ambacho Eh, ni, ni, ni bora zaidi kwa maana ya eh, scholarship kwa sababu kuna watoto wako form 6 kuna watoto wako mwaka wa kwanza, au wengine ndo wanakwenda wana, wana kwanza form 5 sasa hivi. Kwa hiyo hivi vyote wanakwenda kuviona, lakini sisi tuko sawasawa sawa, tuko imara kukupa kile kilicho bora katika channel yako ya Azam Sport 3 kwa sasa. Mimi sina la ziada tu, naendelea kuwasisitiza mikoa, nendeni kwa, miko, kwa wadau wenu wawasaidie huwezi ukakosa hata katoni za maji. Kwa sababu zuri, siku hizi mikoani huko kuna watu wanazalisha maji wengi, wakupe katoni za maji uje nazo pale. Mwingine atakupa tiketi za basi, mtakuja. Mwingine atak... kwa kila mmoja ukimfuata katika nyanja yake shindano. Alafu wabunge, huu ndo wakati wenyewe e, sio wakati wa kupiga tu magoti, lakini wakati wa ku make sure wa, una? Una provide. Una provide kwa nani? Kwa hawa vijana wako ambao wanakuja kusupport na kunyanyua taifa ama mkoa wako, hicho ndio kikubwa. Kumbuka mkoa wa kwanza, alafu mambo mengine baadaye. Ni kushukuru sana mwenzi, asante sana. Kushukuru sana Emanuel Kiondo, asante sana, na ni washukuru sana wadau wetu wote ambao walikuwa wakitufuatilia katika chaneli yako ya Azam Sport 3. Kazi ni kwenu sasa, tumeshaiona makundi hayo na sasa tunakwenda kusubiri tuone fixture ikoje, kwa maana ratiba, alafu tutayatangaza hapahapa kabla ya kuenda Dodoma. Mi naitwa Captain Michael Malue kwa niaba ya timu zima ambao tumekuletea matangazo hayo, kwa sasa nikutakie mchana mwema.